Sema na kata leo, kila shauri na kila neno lililotamkwa, lililoandikwa, lililosimama si maisha yako, alitakuwa na kata leo litakutesa katika jina la Yesu. Amina. Anasema, umeshaniwaonyesha watu wa pili wanapokufa, na mm, ule ukili wako utakapopotea kesho. Anasema eh, maana sheria haitapotea kuhani, sheria haitapotea kuhani, mm, nikisema kuhani na maana ya uchungaji sheria. Ndio maana wachungaji huishi kwenye sheria, wachungaji huishi kwenye sheria. Nataka uelewe sana, wachungaji huishi kwenye sheria. Endelea. Anasema tena, wala shauli alitapotea mwenye hekima kwenye dini. Tulipokea hekima, tunakufa na kile tuna hekima. Habari ya Kristo tumefundishwa kwenye hekima. Yesu alitendaka, aliokoa, alifungua, tunabaki na hekima. Nataka msikilize, kwenye yale makanisa yenu ni hekima ambayo inawaweka Mungu hekima ya kukosejana. Halafu hekima inasema ukipa, tutaona utazifana nani? Ndio kilichobakia mimi mii nikifa, mwili wa mwenye haki una thamani mbele za Bwana, una heshima mbele za Bwana. Hakuna mtu aliyepokea Kristo akazikwa kifukara, hayupo, hayupo, hayupo mtu mwenye Mungu aka hata neketupwa ni mwili niko mapele kako kwenye ufalme wa Mungu, ila watakatifu wa Bwana atasema, Joram alikuwa na Mungu, Joram alitubeba, Joram alituombea, huyu mwanamke alitusaidia, huyu alituombea, hatuwezi kuacha kuweka mwili wake, hata kwenye jeneza la milioni, hatuwezi kubeba, hatuwezi kubeba, msiba wake una samani, mwili wa mtu wa Mungu kimewaweka hekima kwa sababu yana hekima

Nenda kwenye hekima yako. Maana si unakimbiaga kwenye hekima watakubana pisi za kodi unakuja kwa roho. Unakumuta stoka za roho kwenye hekima na nguvu ya roho ila kwa roho uko sasa. Kile na mpenda Kristo ukite uko roho, kuna roho ya hekima, kuna roho ya maarifa, yes. Kuna roho ya ujuzi, yes. Kuna roho ya baraka. Yes. Yaani kila kitu kimeja huko, ni full package. Bwana, yes. Yesu asifiwe. Yes. Ukija hapa nafsi vile unaomba, nataka nikwambie ukiingia kwenye ima za bao, hata kuomba kwako kwa atasema unafanana na Yesu, maana mbona umebadilika, unaomba kama yeye. Wanafikiri kwa nini walimbana Petro, kambia hata kutembea kwako kwa, unatembea kwa kama Yesu. Ukizungumza hekima inazungumza, ukiongea mamlaka inaongea kwa sababu umekuwa connected, ile hekima yuko ndani kati katikata wenye